Nashukuru sana na tunaendelea kukutana hapa hapa ndani ya Viwanjani, na leo e, tunakwenda kukutana na kamanda mstaafu Jamal Rwambow, ambaye najua kama wewe ni mtu wa michezo, basi wala ili jina si geni kwako katika idara ya michezo. Mzee wangu uko sawa sawa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, nipo sawa sawa. Enzi za ujana wako uliwahi kucheza mchezo wowote? Ya, mimi ni mwanamichezo wa asili katika maana ya kwamba uh, ni mchezaji wa michezo mengi, lakini mchezo ambao ulinipatia sifa ya kitaifa na kimataifa ni mchezo wa handball, ambapo mwaka 1981 nilichaguliwa kuwa mchezaji bora wa handball nchini Tanzania. Sasa ukizungumzia 81 utaleta ukwasi kwa wengi ambao siku hizo walikuwa wako vipi? Ukweli ni kwamba nilianza kucheza mpira wa mikono mara tu ulipoingia hapa Tanzania mwaka 1969 wakati huo nilikuwa mwanafunzi wa kidato cha pili pale Azania, na nilicheza mpira wa mikono baada ya kuona kwamba sifanyi vizuri sana katika mpira wa miguu. Nikaona, ah, sasa kama huwezi mguu, si lazima uende kwa mikono, kwa hiyo nilipokwenda kwenye mikono bahati nzuri nika excel na kuweza kuwa mchezaji bora eh, wa mwaka eh, wa nchi nzima jambo ambalo najifunia sana. Kwa hiyo mimi ni mwana michezo asili ngera sana. Asante sana. Naamini umeweza kuipata historia kwa ufupi. Kwa hiyo ukamwona kwenye michezo eh, ukaona alikuja kwa bahati mbaya, hapana. Tasnia yetu hii ya habari, hasa katika idara ya michezo, unaionaje kwa sasa? Naweza ah, kusema ipo vizuri, kwa sababu michezo mingi inatupa heshima kimataifa, na isitoshe eh, mkuu wa nchi eh, Mama Samia ameonyesha uh, kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono michezo, hasa ukizingatia kwamba amekuwa akitoa pesa nyingi kwenye michezo kwa na michezo kwa timu zinazofanya vizuri. Hili ni jambo jema, lakini eh, wadhamini wanaoeleweka kama vile eh, eh, kampuni ya Azam imepiga eh, imeinua michezo kwa ujumla Kitendo cha kudhamini ligi kuu ya mpira wa miguu ambayo inajulikana kama ligi ya NBC e, ni hatua moja nzuri sana. Michezo yote inatangazwa kwa hiyo, nchi nzima wanaweza wakaona michezo hiyo inavyochezwa, wakaona ufundi wa wachezaji wetu, wakaona nidhamu ama nzuri au mbaya za timu zetu na hali kama hiyo. Kwa hiyo tunaweza kusema katika kipindi hiki michezo imepiga hatua kubwa sana ingawaje baadhi ya michezo ambayo ilikuwa inawika siku hizo za nyuma nayo imeshuka chini. Um, mkazo unawekwa tu katika mpira wa miguu au labda kidogo basketball, kidogo riadha, lakini ngumi nayo inakuja juu pia. Kwa hiyo kuna baadhi ya michezo inafanya vizuri na inakuja juu, lakini baadhi ya michezo inahitaji nguvu ya ziada na macho kuyapeleka huko ili iweze kufikia angalau viwango vilivyokuwa viwa, viwa vimefikiwa viwa hapo zamani. Nikitoa mfano wa mchezo huo wa mpira wa mikono, Tanzania ilikuwa inaogopwa ukanda wa Afrika kwa kuwa na timu nzuri za uh, wanaume na wanawake za taifa, lakini hata ngazi ya klabu, timu za ngome, JKT, polisi, magereza zilikuwa zinatajika kama timu bora katika michezo hiyo, lakini sasa hivi huwezi uh, kusikia vitu kama hivyo uh, kama ilivyokuwa zamani. Ya, unadhani nini kimepelekea kuwa hivyo? Ya, sababu zipo nyingi. Moja ilielezwa kuwa uh, uh, hali ya uchumi Ilifanya baadhi ya michezo isipewe kipaumbele e, pesa zilikuwa zinatolewa katika taasisi kwa ajili ya kuendeleza michezo. Pale ambapo mashirika ya umma yalikuwa yanaweka mkazo katika michezo yalirudi nyuma kutokana na hali hiyo hiyo ngumu. Yaani, maelezo yanaweza kuwa mengi, lakini pia kulikuwa na maamuzi ya ajabu ajabu yalikuwa yametolewa huko, wizara iliyokuwa inasimamia michezo ya kuzuia au kwa maneno mengine kukataza michezo isichezwe mashuleni. Eh, sasa hiyo nayo iliathiri, lakini kwa ujumla wake, uh, mahali pale ambapo tulikosea, nadhani juhudi kubwa sasa hivi zinafanywa katika katika kuona kwamba hatukosei tena, lakini tu wadhamini nao wasiegemee au wasijikite tu katika ile michezo inayojulikana. Nadhani eh, wangejiheshimu eh, pia kama wangekwenda katika ile michezo mingine isiyojulikana wakiinua ile basi nchi yetu itakuwa Uh, ina upeo mkubwa sana au uh, inafikia upeo mkubwa katika shughuli za michezo. Unadhani mapinduzi haya ambayo yameletwa na Azam TV yameweza kuinua soka kwa kiasi gani? Ah, labda kama mtu ana sababu zake za kukataa ukweli. Lakini ukweli, Azam unapozungumzia maendeleo sio ya mpira wa miguu tu, hata ya mchezo wa ngumi, mchezo wa basketball kile kitendo cha Azam kuionyesha michezo hiyo kumeinua ari ya watazamaji, ari ya wachezaji na kiwango chao, na kimevutia pia wachezaji kutoka nje ya Tanzania kuja kucheza basketball hapa nchini, kuja kucheza football hapa nchini na michezo mingine. Na hiyo tu kutokana na michezo ile kuonyeshwa na Azam uh, TV, Azam TV. Kwa hiyo katika maendeleo ya michezo Azam TV huwezi hata kidogo ukaacha kuitaja hata kama una sababu zako. Kwa hiyo mimi najivuna pia kusema hivyo kwa sababu najua hakuna mtu anaweza kunilaumu kwa kusema hayo au ndio kweli? Azam imefanya vizuri. Eh, wamekuwa na vipindi vingi vya michezo vikiendeshwa na wanahabari wa bobevu katika michezo. Eh, kuna Sports AM kule, Bin Zuber, ya ndugu yangu kule Babul, kwa kweli amekuwa ni kichecheo cha kuwaita na kuwaonyesha wachezaji wa zamani, wanafanya nini, wako wapi na hali kama hiyo e, lakini e, Sports Lady e, Timzoo nawe lazima utajike katika wanamichezo ambao wamefanya vizuri, na umeweza kuinua michezo ya wanawake, umeipa promotion kubwa, timu za taifa anga za klabu. Najua ulikuwa unasafiri na timu, unatueleza huko anatokea nini, na kumbuka huko nyuma katika pilikapilika za michezo tumewahi kusafiri wewe, tuka, Uganda, uko, na wewe tukakutana Uganda huko, wewe upo busy na michezo, sisi tuna busy na mambo mengine, lakini at least uliweza kujulisha Tanzania na dunia kwa jumla jinsi gani michezo ilivyo na mnavyoinani. Kwa hiyo Azam TV kwa kweli, mnastahili pongezi nyingi sana hata msipopongezwa, jueni kwamba mnafanya kazi nzuri. Kwa niaba ya kampuni ya Azam TV Kamanda Rwambow, sisi tunashukuru sana, naamini na viongozi e, na wetu salamu hizo watakuwa wamezipokea e, kwa weredi mkubwa sana. Kamanda Rwambow, ukiwa katika jeshi la polisi, ushiriki wako kwenye michezo ulikuwaje? Ushiriki wangu katika michezo ulikuwa hali ya juu sana. Kwanza hmm, wengi hawajui kwamba mimi ni mwanzilishi wa mchezo wa mpira wa mikono katika jeshi la polisi katika maana kwamba nilipokwenda katika mafunzo ya awali pale CCP Moshi mwaka 1974. Sina hakika, wakati ule ulikuwa na miaka mingapi? Tayari niliweza kuushawishi uongozi wa michezo CCP tuwe na mchezo huo, kwa sababu wachezaji tulikuwepo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa hatua ya kwanza kufanya mchezo huo uchezwe, lakini pia nami mwenyewe nilikuwa mchezaji. Kila mahala nilipokwenda, nilihakikisha tunakuwa na timu nzuri ya mpira wa mikono. Michezo inajenga, eh, inajenga afya lakini mahusiano ni jambo muhimu. Kwa hiyo kupitia michezo niweza sana kulisaidia jeshi la polisi kujenga mahusiano na, na, na timu nyingi zikiwemo eh, zile za vikosi vya ulinzi na na usalama. Tuliweza kujua kujuana wengi kupitia mchezo wa handball na michezo mingine katika michezo ya majeshi, na hiyo ilitujengea E, umoja wa, wa, wa, wa hali ya juu sana jeshi la uh, polisi pamoja na eh, kwa maana tulikuwa tuna timu hizi za polisi. Tanzania imeshuka mpaka sasa, baada ya ijarudi, unadhani imekwama wapi? Ah, mimi nadhani e, maelezo yanaweza kuwa mengi, lakini watu wanaweza kueleza vizuri zaidi ni, polisi wenyewe lakini kwa sababu mimi nimetaka niseme, na mimi bahati mbaya huwa nasemaga yale nayoona kuwa ni kweli. Ni kwamba unajua e, viongozi wa juu wakiwa na interest na michezo, michezo inaweza kushamiri mahali popote kabisa, na kama interest ya viongozi wa polisi haipo kwenye michezo, kulingana na uhalisia wa mambo, na wanakuwa na sababu kwa nini mtu afanya michezo wakati ujambazi umeongezeka na vitu kama hivyo. Lakini e, michezo inaweza kufanyika na ujambazi ukadhibitiwa kikamilifu kama ilivyokuwa zamani kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi, nafikiri tu viongozi waweke interest hmm katika michezo. michezo wakiweka interest michezo itafanyika. Nakumbuka Moshi ilikuwa sehemu moja ambapo mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani ilikuwa inapeleka timu zote. Kwa hiyo unapata timu kutoka Ruvuma, unapata timu kutoka Kagera, unapata timu kutoka Zanzibar, zinakutana pale kwa wiki mbili kufanya michezo, na wa wachezaji bora wanachaguliwa katika kutengeneza timu nzuri za kompani ya polisi. Tukiukia kwenye timu yetu ya taifa ndiyo e, tangu unaonaje kwanza maendeleo yake tangu e, ulivyobadilika mfumo wa shirikisho la soka Tanzania TFF. Timu ya taifa mpira miguu inapewa nafasi nyingi ya kufanya mazoezi ya kuita wachezaji kila wanapotakiwa. Na imekuwa na bahati mbaya sana, na bahati mbaya inaletwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Tunaweka nafasi ndogo kuipenda timu ya taifa kuliko timu za vilabu vyetu. Pale tunakosea sana, kwa hiyo wakati fulani watu na akili zao timamu wanakwenda uwanjani kuibeza na kuitukana timu ya taifa kuwatukana viongozi wa timu ya taifa kuwatukana wachezaji. Sasa, sasa ile nadhani sio sahihi sana. Sio sahihi kwa sababu sahi inavunja nguvu wachezaji, lakini kama tutawathamini wachezaji wa timu ya taifa na kuiona timu ya taifa kwamba ni yetu, na hakika tutapiga hatua kubwa sana. Hamasa iliongezeka sana wakati ule wa Maximo, kama utakumbuka, sahihi. Wakati wa Maximo alijenga uzalendo wa Tanzania, kupenda timu ya taifa na kuvaa jezi, hiyo ni kama ishara mojawapo, unaitukuza timu, timu ya taifa. Lakini hiyo hali iliendelea baadaye ikaanza kupungua. Eh, sasa hivi kila mtu utaona ama amevaa jezi ya Azamu au ya Simba au ya Yanga au ya, kila klabu kuliko timu ya taifa wakati kuna mchezo, mchezo wa timu ya taifa. Kwa hiyo nachosema tu, ili ifanye vizuri timu zetu za taifa, ili zifanye vizuri timu zetu za taifa, lazima sisi kama wananchi tuwape sapoti ya kila aina. Lazima tujione sisi ndio ile timu yetu ambayo tunabidi tujivunie nayo, tutembee kifua mbele inapofanya vizuri lakini tusijitokeze tu pale inapofanya vizuri alafu tunarudi nyuma inapofanya vibaya, tunaiti eh? haipendezi sana mchezaji wa timu ya taifa kuona anatukanwa na wachezaji au watazamaji wa nchi yake. Hii haipendezi sana. Nitoe wito wale watu ambao wanadhani hawaitaki timu ya taifa, ni vizuri tu akabaki nyumbani wakafanya shughuli zao, badala ya kwenda viwanjani na kuonyesha eh, upuuzi ambao usioweza usio kuvumilia timu, timu yetu ile, ile ni timu yetu, lazima tuipende. Lazima kama kuna mambo ya kutakiwa kurekebishwa, basi wapo viongozi ambao wamekuwa sikivu sana, tupeleke maoni yetu huko, watayafanyia kazi. Bahati nzuri tunao makocha wazalendo ambao wametupeleka fainali ya oh, AFCON eh, pasipo kutegemea. Najaribu kusema nini Makocha wetu wazalendo nao tuwape nafasi ya kuzifundisha timu zetu za taifa, wana uwezo mkubwa wa kufanya vizuri kwa sababu makocha hao wazalendo wanapopewa timu za vilabu wanapata matokeo dhidi ya makocha wa kigeni eh? Hiyo tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba makocha wazalendo wanaweza wakafanya vizuri sana wakipewa nafasi ya kufanya vizuri kufanya vizuko vipi, lakini makocha timu ya wa taifa itakuwa mchekesho. Aleza mtu kocha ya timu wa taifa, lakini apati zile facilities ambazo wageni wanapewa, apewi usafiri e, pesho yake inabidi afukuzie, mara nyingi sana sana adai na kilalamika ajalipwa. Basi akijulikana huyo analamika, wanamuondoa katika hilo jukumu. Sio sahihi sana. Tuwatunze makocha wetu wazalendo, waweze kufanya vizuri, wanafanya kazi kubwa, lakini tusichukue tu hao wazalendo basi tuwadhulumu hata zile haki zao. hiyo hiyo haiwezekani. Wanayo mengi, wasikilizwe, wachukulie wa, wa, wa, wa, wa, wa hatua ya, ya kuwafanya kwamba wajione kwamba ni bora kufundisha timu ya taifa. Lakini kocha wa timu ya taifa anaomba lifti kwa mchezaji wa timu ya taifa, ampe ampeleke mazoezini, atwendi sawa. Kama tunataka timu zetu zifanye vizuri, pamoja, tunapotumia makocha wetu wa timu ya taifa, atuwape zile facilities, wajione ufahari wa kuwa walimu wa timu za taifa eh? Sio tu kwamba kocha unakwenda mazoezini eh? Nakwenda basi, ingia kwenye gari, anaingia kwenye gari ha, NBC, eh, ya ile kitu yapendezi. Ligi kuu ya NBC kwa maana ya Tanzania bara inaendelea. Unaonaje mwenendo wa ligi na ni nani unamtabiri anaweza kutoa ubingwa huu msimu huu? Mpaka sasa anaweza kuchukua ubingwa huo hajajulikana. Kwa sababu hii ligi ni ngumu kuliko watu wanavyofikiria. Ni ngumu, ngumu, ngumu, ngumu sana. Naweza kuonekana kituko nikisema Kengo anaweza kuwa bingwa. Nitakuwa kituko kwa sababu nafasi aliyokuwa na pointi alizokuwa nazo. Lakini najaribu kusema nini? Wale tunaofikiria anaweza kuwa mabingwa anaweza siwe mabingwa, na isiwashangaze kwa sababu chochote kinaweza kutokea. Ili mradi tu waliopewa dhamana ya kusimamia sheria kumi na saba uwanjani wakatekeleza vema majukumu yao, itakuwa safi sana wapatikane waamuzi kama wale. Juzi niliona timu zote zisifia uh, refa aliyekuwa anachezesha nadhani mchezo wa, wa Uh, walikuwa Tabora nafikiri, Tabora United uh, na wale wa Manyara wale, uh, Fountain Fountain Gate, Gate. Nafikiri kati ya Fountain Gate na Tabora walimu wote walisifia kwamba uamuzi wa namna ile ulikuwa safi sana. Niliangalia mchezo wa Simba uh, wa Namungo na Simba, mchezo ule ulikuwa mzuri sana, naongeza kwa mzuri, lakini bila nidhamu hata ukiwa na mchezo mzuri kiasi gani utapata matokeo mabaya. Sikupenda hata kutaka kuendelea, make kilichokuwa kinaonekana sasa pale ni kukamia eh, rafu zaki, yani, ni ni hatari kubwa sana, mm -hmm. Namsikitikia ndugu yangu Bunda, alilalamika na yeye huwa ana tabia ya ungwana tu kusema yeye, ah, anawaheshimu wapiga vilimbi mm, kama anavyomheshimu yule mpiga filimbi wa Hamelin. Kikubwa katika michezo hii watu wazingatie nidhamu na sheria ambazo zipo, lakini ukijenga dhana unaonewa, alafu kaanza kucheza hovyo, anadhani utakuwa hovyo zaidi. Nidhamu tukisisitiza pande zote, kwa wachezaji wanaopewa dhamana ya kusimamia michezo, viongozi wa michezo wachukue hatua pale ambapo utovu wa nidhamu unapoonekana, tutafanya vizuri. Ligi yetu ni ngumu, yeyote anaweza kuwa bingwa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye tayari pale anaweza kusema mimi nina asilimia nyingi za kuwa bingwa. Yeyote anaweza kuwa bingwa, hata yule anayefikiriwa kwamba sio bingwa anaweza kuwa bingwa. Na hisi shangazi. Sasa siku zote mi nasema e, anayestahili kuwa bingwa apate ubingwa, lakini asikwazwe kwa sababu tu ya sababu nyingine yoyote ile. Timu nzuri, timu inayofanya vizuri, timu inayostahili kushinda ishinde, lakini isisaidiwe lakini isionewe kutokana na uzuri wake. Ndio hivyo, kwa hiyo ligi ya mwaka huu ngumu, na hiyo ndio inafanya iwe bora. Kuna wachezaji kama yule bwenzi yule, ni mchezaji ambaye lile goli lake zilifanyika nafikiri liweza kwa goli bora la msimu, aliyepiga kiki kutoka pale senta center, center ya uwanja na kumfunga kule goalkeeper namba moja nafikiri ilikuwa kata katika edi na Yanga zile sita moja, kitu kama hicho. Goli lake lile eh, uh, KMC lile goli huwezi kuliona kirahisi rahisi. Kirahisi. Kirahisi rahisi. Kwa hiyo inapotokea lile inakuwa dhahabu. Lakini kijana huyo huyo mwenzi kwenda akatoa cross moja nzuri ambayo aka, akatoa nafasi kwa mchezaji akafunga goli la pili, lakini taarifa za ndani zinaonyesha mchezaji alifunga goli la pili hata mwalimu hataki kumwona katika dani sasa hivi. Vitu walimu nao, nirudi kwa walimu. Walimu wawatumie wachezaji waliowasajili bila kuweka vikwazo vya aina yoyote, ili mradi kasajiliwa kutokana na sifa, apewe nafasi acheze, lakini asiache tu kucheza kwa sababu hapatani na mwalimu, asiache tu kucheza kwa sababu nyingine yote, as long as ana nidhamu, anafuata yanayotakiwa kufanya, apewe nafasi. Nini faida ya kusajili wachezaji 30 alafu wachezaji wazuri huwatumii, na unakwenda unapoteza huo mchezo, inakuwa vichekesho. Tumia nguvu yako yote hapo, ndio utamu wa ligi utapokuwepo. Najua wapo wachezaji wengi wanashindwa kutoa vilio vyao katika vilabu vyao, hawatumiwi na walimu kwa sababu nyingi tu, zikiwemo na sababu za rushwa. Ipo rushwa, na isipoangaliwa inaweza nayo ikaathiri maendeleo mazuri ya timu yetu. Wachezaji wazuri wanyimwa kucheza kwa sababu wanatoa rushwa wachezaji wazuri labda wengine hawaitwi kwenye timu ya taifa kwa sababu watu wairutwa. Sasa hizi ni serious allegations, uh, allegations ambazo zikifanyiwa kazi zinaweza zikaondoa huo upuuzi na kuwa na timu bora. Na vizuri kabisa, walimu watumie wao wachezaji wao, bila kujali mchezaji anamtaka au hamtaki, ni mradi ana, ana anatoa vitu anavyovitoa. Eh, wasikatishe tamaa wachezaji, na nyewe ujitambue. Nidhamu ni kitu cha kila kitu. Kiongozi yeyote mahali ulipo, mwone kama baba yako, muheshimu. Kwa hiyo unapokuwa na kocha, mwone kocha ni kama baba yako. Unapokuwa na captain, captain mwone kama ndio kaka yako pale uwanjani na vitu kama hivyo. Jengeni nidhamu katika michezo, tutapata mafanikio na mpira wetu, na sio mpira wetu tu wa miguu, michezo yote eh, tutapiga hatua kama tutafuata misingi bora ya nidhamu. Huyo ni mdau wa michezo hapa nchini, Kamanda mstaafu Jamal Rwambow. Nitimishe kwa kuuliza hivi, kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Ya. Yeah. So, ni dabi ya aina gani unaitazamaji? mimi natarajia itakuwa utakuwa mchezo mmoja mzuri sana, nadhani eh, busara itaendea wanaweza kuweka mchezo refa mwingine yote aweke mwingine yote ni mdau wa michezo kamanda Jamal Rwambow, ndivyo hivyo anavyohitimisha kwamba busara itawale. Hilo linakwenda moja kwa moja kwenye ofisi e, ya TFF pamoja na bodi yetu ya ligi kuu ya NBC to soka hapa Tanzania Bara. Mmesikia mengi ambayo ameweza kuyaeleza. Mimi ni beautiful Kanyigo Rosemary, Timzoo Kalugira, hakika nadhani utakuwa umenufaika na mengi sana ambayo ameyazungumza kamanda Jamal Rwambow. Endelea kusalia hapo hapo.